Familia haiwezi kujengwa na baba na mama peke yake, inajengwa pamoja na watu wengine ambao wako nje ya boksi ya lile neno ambalo ambalo tunokuniita familia. Hayo masuala mliyozungumza ya ubakaji, isimikulawiti na nini yanachangiwa kwa sababu sisi wenyewe hatuna mipango mizuri ya kuijenga nini familia, lakini tunatarajia ujenga nini familia, tunatarajia watoto sifanolii kwa sababu, wataendelea kubakwa kwa sababu wakati wazazi wao wako huku ndani wanashughulika na mambo mengine, watoto wako nje kwa kucheza, hawawaoni na hawawaoni kwa sababu tumekosa ivoneondoleo kusema nini, Safe city. unapofikia kusherehekea au kuadhimisha mambo kama haya, tufikirie jukumu la kila mtu. Jukumu la mzazi, ana jukumu lake. Jukumu eh, la viongozi wa manispa nao wanafanya nini? Wana majukumu yao ya kuyafanya na wengine na wengine, ili kuleta hiyo nini, familia zilizokuwa bora, sisi kwa mkoani tukaweza tukatekeleza tuka majukumu yetu vizuri kuhusiana na mambo ya kifamilia, yapo mengi. Tunao maafisa wa ustawi wa jamii na watu wengine, wakiwa na mipango mizuri na wakitekeleza kazi zao vizuri, tutakuwa na sisi tumeshiriki katika kutengeneza familia. Manispaa au halmashauri zetu hizi, wakieka mipango mizuri, wakifanya mambo mazuri basi na wao watakuwa na sehemu ya kutengeneza katika. Na yapo mengi, huo mfano uliotoa mmoja wa Safe City ni mfano mmoja, lakini kuna vitu vingi ambavyo manispa au halmashauri zinaweza naweza zikafanya ili kuhakikisha sasa familia ina. Najua kuna mipango mingi, sio kama haipo eh? Lakini inahitaji kuingezwa juhudi ili kuona kwamba sasa ina inatekelezwa na inatekelezeka vizuri. Pamoja na umuhimu wa jambo hili, baadhi ya wazazi na walezi wamekuwa wakitumia muda mwingi katika shughuli za kiuchumi na kusahau jukumu la malezi kwa watoto, hali ambayo inapelekea watoto wengi kukosa malezi chanya na yenye mwitikio, lakini pia kupitia changamoto mbalimbali zikiwemo kubangwa kulawitiwa na kujiingiza katika makundi ya tarishi ya uvutaji bangi na utumiaji wa madawa ya kulevya na hivyo kusababisha taifa kukosa kizazi kilicho bora. Nichukue nafasi ya kuwashukuru sana waliotoa vifaa saidizi. Jamani, sisi vifaa saidizi ni chakula chetu, chakula chakula, siku. Ama ni nguo tunayovaa, hatuwezi kutembea uchi. Kwa hiyo, bila kuwa na magongo na vifaa hatutaweza kutoka ndani. Hiyo, jambo hilo fanyika ni ibada kubwa, na sisi tunapenda kushukuru, lakini pia ni mmoja wangu ya kusupport juhudi za mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo anaweza kumtoa mwanamke mwenye ule, mwenye mtoto ule, mwenye ulemavu mtoto mgongoni kwa kumpa ulichia. Kwa hiyo, hii ni support kubwa ambayo anaweza kuonyesha juhudi za mama. Niwapongeze sana na nawashukuru sana asanteni sana.